Karibu, leo tutaangalia vinywaji vinavyoondoa uchovu wa mwili haraka na kuongeza nguvu. Kuchoka kwa mwili ni hali ya kawaida inaweza kusababishwa na kazi nyingi, msongo wa mawazo, ukosefu wa usingizi au lishe duni. Vinywaji sahihi vinaweza kusaidia kuondoa uchovu kwa haraka na kurejesha nguvu za mwili katika mada hii tutachambua aina mbalimbali za vinywaji vinavyosaidia kuongeza nguvu na kuondoa uchovu kwa njia asilia, salama na yenye manufaa kwa afya yako. Kama ni mara yako kwanza kwenye chaneli hii, tafadhali hakikisha una subscribe ili uwe unapata mada zetu mara kwa mara, pindi tu tunapo upload. Kinywaji cha kwanza: maji safi ya kunywa. Upungufu wa maji mwilini ni sababu kubwa ya uchovu. Kunywa maji ya kutosha husaidia kurejesha uhai wa seli za mwili, kusafisha sumu mwilini, kuboresha kwa usafirishwaji wa virutubisho ndani ya mwili, kuongeza mzunguko wa damu na hewa safi kwenye ubongo. Kinywaji cha pili: maji ya nazi. Maji ya nazi yana electrolyte za asili kama potassium, sodium, magnesium ambazo husaidia kurejesha nguvu baada ya mazoezi au kazi nzito, kusawazisha maji mwilini, kurekebisha msongo wa misuli na kuongeza nguvu. Kinywaji cha tatu, smoothies ya matunda, yaani jisi za matunda simusi za matunda kama ndizi, parachichi, matikiti au machungwa husaidia kwa kutoa nishati ya haraka, kutoka kutokana na sukari ya asili, kuongeza kiwango cha vitamini kama vitamini B vitamini C ambazo ni muhimu kwa nishati, kuweka mwili na akili katika hali ya ufanisi zaidi. Kinywaji cha nne: chai ya tangawizi na asili. Mchanganyiko wa tangawizi, chai ya tangawizi na asali. Mchanganyiko wa tangawizi na asali hufanya kazi kama kinywaji chenye nguvu ya kuongeza mzunguko wa damu na kupunguza uchovu. Tangawizi huchochea mfumo wa neva, asali hutoa sukari ya asili na nishati ya haraka, usaidia kupunguza uchovu wa akili na mwili wakati mmoja. Tano. Chai ya moringa. Moringa ina madini na vitamini nyingi kama iron, vitamini A na calcium ambazo husaidia kuongeza damu, hasa kama uchovu unasababishwa na upungufu wa damu, kuongeza nguvu za mwili na ubongo, kupunguza uchovu wa muda mrefu kwa kutumia kikombe kimoja kila siku. Sita, Kinywaji cha asali na mdalasini. Mchanganyiko huu ni tiba ya asili ya uchovu sugu. Asali hutoa nguvu kwa haraka. Mdalasini huongeza mzunguko wa damu na huongeza ufanisi wa seli kupata nishati. Husaidia kupunguza msongo wa mawazo na uchovu wa kimwili. Saba, juisi ya beetroot. Beetroot ni chanzo kizuri cha nitrate zinazosaidia kupanua mishipa ya damu. Husaidia kuongeza mtiririko wa damu. Inaongeza nguvu wakati wa mazoezi na baada ya kazi. Husaidia kuondoa uchovu wa misuli kwa haraka zaidi. Kunywa vinywaji sahihi kunaweza kusaidia kuondoa uchovu kwa haraka na kurejesha nguvu za mwili. Ni muhimu kuchagua vinywaji vyenye virutubisho asilia na kuepuka vile vyenye sukari nyingi au kemikali zisizo na faida kwa kudumisha unywaji mzuri wa maji, kuongeza chai za mitishamba, unaweza kuimarisha afya yako na kuongeza ufanisi wa kazi zako za kila siku. Ulikuwa na mimi Daktari Leni Komba, tukutane kwenye mada ijayo. Tafadhali usahau kusubscribe, kulike na kushare video hii kwa marafiki.